Lakini kila siku tukilalamika mbunge anatuambia hiyo barabara ni ya county. Na tukilalamikia governor, governor anasema hapana haiko kwa mapu hiyo ni ya, ya MP, ni ya national. Sasa sisi kama wananchi wakaaji wa Sirisia, tumechoka na tuko tunalia. Mingi imerekebisha pikipiki, ingine tumetumia kwa mafuta. Sasa zingine ingine tumepeleka wateja wetu kwa hospitali chuo tumewaangusha. Alafu, sasa zingine sisi tukirudi nyumbani, jioni, lazima uende na pain kila, tunanunua dawa mapeka zinauma, mgongo inauma, umechoka sana, nikama kana kwamba umepikana na mtu. Hii sasa inaonekana, barabara yakutoka Mayanja mpaka Lwakhakha, vile wanzangu wameongelea, ndio main kwa hii region, na ukipata substitute yake yenye natoka kwa hiyo barabara. Sasa barabara zakutoka kwa hii barabara, Sa barabara, barabara, nazo ni mito tu, mifereji kama ya maji, haipitiki sasa hii ndio main na main yenyewe imelala. Sijui watuletee ndege ama namna gani? Wanatumia hii parapara, huwa tunaumia sana. Kuna mashimo mengi, hata saa zingine unatania ni mashimo ya uh, uh, uh, watu kujificha ndani, lakini tunaumia. Tunaomba mwizani mwenye anaweza kuona ya kwamba anaweza kutusaidia hii barabara katulimie. Ni siku ya nne tukikita kambi hapa kwenye barabara hii kutoka Mayanja kupita pale Kikwechi tukuje Visunu kuelekea pale Sirisia. Na hii barabara pia ndio the shortest route ya kufika pale Lwakhakha. The reason why tuko hapa hii barabara ilikuwa mbovu na tukasikia mwito kutoka kwa wakaazi kwamba tukuje tuilime. Na Zakaria Baraza hajaanza leo, alianza 2018. Tumekuwa tunalima barabara kadha wa kadha, tumejengea watu manyumba na hii imekuwa kama one of his key projects ku open up Bungoma economically. Kwa hivyo tulichukua jukumu kulima hii barabara kufungua ili wakaazi wafanye eh, wapate kufanya biashara kwa njia ambayo ni nyepesi. And uh, hii pia ikuwe kama clarion call ama the wake up call.